Taarifa kwa umma. Taarifa hii inatolewa tahadhari kwa ugonjwa ambao umetokea nchini Tanzania au umeibuka. Taarifa kwa umma kuhusu ugonjwa Mpox nchini, tarehe 10 Machi 2025, huko Dodoma. Mnamo tarehe saba Machi 2025 Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa magonjwa ilipokea taarifa za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili. Dalili hizi zimeambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili, ikiwemo misuli na mgongo. Kati ya wasiwa hao, mmoja dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kwenda Dar es Salaam. Baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara taifa kwa uchunguzi. Mnamo tarehe tisa Machi 2025, uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa Mpox. Hivyo hadi kufikia sasa jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa Mpox nchini. Wizara ya Afya kushirikiana na Ofisi ya Rais ya Tamiseni na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea kufuatiliaji uchunguzi na ushamu tambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma sahihi. Chanzo cha ugonjwa huu ni wanyama jamii ya nyani, ambapo binadamu huweza kupata kutoka na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na mnyama, majimaji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Aidha, endapo binadamu akipata maambukizi hayo, anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Taarifa hii ya Wizara ya Afya ina wahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu na hasa kutokana na, na uzoefu tulio nao kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Serikali inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa katika ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji elimu eh, ya afya ya kuhamasisha jamii ili kuwezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga kwa kuzingatia kuwa magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi hayana tiba mahususi, ila magonjwa anahudumiwa kulingana na dalili alizonazo. Hivyo wizara inawasihi na kuwasisitiza wananchi wote kuzingatia na kutekeleza afua na kujikinga kama ifuatavyo: njia ya kwanza kujikinga na Mpox ni kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu, na napoona mgonjwa ana dalili ya ugonjwa Mpox au piga simu nambari moja tisa tisa bila malipo. Namba mbili, kuepuka kuchangia vitu kama nguo na matandiko ambayo yametumiwa na mtu mwenye dalili za Mpox kuepuka. Namba tatu, kuepuka kugusana na kupeana mikono, kugusiana, kukumbatiana na kujamiana na mtu mwenye dalili za Mpox. Namba nne, kuepuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za mpox. Na namba tano, kuepuka kuhudumia mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa mpox bila kuchukua tahadhari. Namba sita, watumishi wa afya kuzingatia kanuni za kujikinga na wa magonjwa wakati wote wanapohudumia wagonjwa, ikiwemo wenye dalili za vipele na homa, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Wizara ya Afya itaendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa ugonjwa huu kadiri taarifa za ufuatiliaji na uchunguzi zinavyopatikana. Wizara inashauri wananchi kuendelea na shughuli za kila siku kwa kuzingatia tahadhari na kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Vilevile wizara inapenda kuwapa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa Marburg. Ikumbuke kwamba mnamo tarehe ishirini Januari 2025 serikali ilitahadharisha umma kuhusu uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya mwenendo wa udhibiti wa ugonjwa huu unaendelea vizuri na hadi kufikia leo tarehe kumi Machi elfu mbili ishirini na tano zimetimia siku arobaini na moja bila kuwa na mgonjwa mpya. Imetolewa na Jenista J Mhagama, mbunge, Wizara ya wiza waziri wa afya. Okay, msomaji wako ni P88 kutoka The Green Voice TV, basi nikutakie wakati mwema na kuendelea kujikinga na magonjwa haya mpox pamoja na mabagi endapo utasikia au kuona sehemu, piga simu namba moja tisa tisa. Green Voice ina kutakia afya njema, uchapakazi mwema, pamoja na kulijenga taifa la Tanzania, taifa pendwa kwa nchi za Afrika, mfano pekee.